Dada kwa wimbo wako mzuri. E, imefika wakati mzuri ya kukaribishana. E, acha tuanzie kwa kwa dada yetu Bayuya, uwe karibu na Mungu akubariki. E, mama Christian, uwe karibu na Mungu akubariki. E, papa pastor, uwe karibu na Mungu akubariki Amen. Eh, ndugu Shale, uwe karibu na Mungu azidi kuwa pamoja nawe Amen, Amen. Eh, sisi sote tuwe karibu na Mungu atubariki Amen. Eh, tuna hatuwezi kukosa kukaribisha wapendwa wetu wenye kuwa mbali na karibu nasi mm -hmm. Labda watakuja kutufata kwenye runinga mm -hmm. Nanyi pia muwe karibu subuhi ya leo mm -hmm. Na Mungu azidi kuwabariki na Mungu azidi kuwashindia mm -hmm. Na Mungu azidi kuwaongoza mm -hmm. E, imefika wakati mzuri, imefika wakati mzuri wa kuombea mhubiri mm. Imefika wakati mzuri wa kusikia neno, ndio mkate wa uzima. Acha mimi binafsi ni mtie mikono ya Mungu Amen, ili aweze kutu kutunenea lile lenye Mungu ametutayarishia. Mungu mtakatifu Mungu alfahamu, Mungu amekaa Mungu wa Danieli, Mungu wa Ibrahimu, Baba, tumefika wakati wa kusikia neno lako, ndilo neno la uzima. Baba, acha mhubiri tumtie mikononi mwako, kwa kuwa mm -hmm. wewe umemjua na kumtangua kwa siku ya leo, anene lile neno lako Baba. Tunajua ya kwamba imetutayarishia mm -hmm. ile mkate utakaotufaa katika maisha yetu right. Tunamtia mikononi mwako Mungu, acha malaika anene ndani mwake yeye awe mtafsiri wa neno lako Lakini wewe umetutarishia lile linalotufaa. Tunajitia mikononi mwako nasi yes. Bwana, kwa jina, yes. utufungue masikio ya kimwili kama vile kiroho ili neno lako lipate nafasi katika yes. nafsi zetu, lisingie kwenye lisikio la kushoto litokee kwenye lisikio la kuume mm. kwa kuwa likiwa hivyo Bwana halitatufaa tu, halitatufaa kitu. Mungu uwe pamoja nasi Uanze nasi Baba, yes. na umalize pamoja nasi mm. Tunaomba hivyo katika lile jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Kristo amen. Amen amen. Uwe karibu dada, yes. eh, na Mungu awe na pamoja nawe yes. yes. Bwana Yesu asifiwe sana, tunapata tena kibali mm. ya kuwa mbele za Mungu wetu asubuhi ya leo mm. Eh, tunashukuru Mungu ambaye ametuwezesha tena mambo hmm. mengi yalifika kwa wiki lakini Mungu ametushindia Amen. Na bila kukawia mm. tunaenda kusoma katika barua ya kwanza ya Yohana mm -hmm. ile sura yake ya pili na vesi yake ya saba mm -hmm. E, ni Yohana ameandika hii mm -hmm. ameandikia watu, tukianza kwa ile sura ya pili, anaandikia watoto, anaandikia wababa, anaandikia watu mm -hmm. Eh, sasa hapa anasema, wapenzi wangu, amri hii ninayowaandikia nawaandikiani, si amri mupya mm. Ni amri ile ile ya zamani mliokwisha mm. Hapa kuponanikatiza kidogo mliokuwa mm. nayo tangu mwanzo Amri hiyo ya zamani ni ile ujumbe mliosikia mm. Hata hivyo, amri hii nawaandikieni, ni amri mu si amri mupya mm. Ni amri mupya na ukweli wake unaonekana ndani ya Kristo na ndani yenu pia mm. Maana giza linatoweka na mwanga wa kweli umekwisha anza kuangaza. Amen. Amen, amen. Yohana ameambia watu ya kwamba ninawaandikieni ile ile ambayo mmekwisha kusikia, yaani ile watu walisikia, na ni ile ile, hakuna mpya, sababu Yesu amekwisha kufika duniani na kila mtu alisikia ya kwamba Yesu alizaliwa bila mwanaume hmm. Lakini alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hmm. Na ujumbe wa Yesu, na sababu gani Yesu alikuja? Alikuja kutafuta kile kilichopotea hmm. Na alikuja ili tuwe na uzima na alileta mwangazi.